Baada ya familia ya marehemu Riziki Anton miaka 20 ambao ni wakulima wa eneo la Mabibo, kata ya Nameloku, wilaya ya Kiteto mkoani Manyara kusitisha kufanya mazishi ya kijana wao mpaka wapate kauli ya serikali juu ya hatima ya kifo chake, hatimaye familia hiyo imeridhia kufanyika kwa mazishi hayo baada ya mazungumzo na serikali. Sasa leo tunapokuta serikali ipo, leo tunaambiwa eti watuhumiwa hawajakamatwa. Sasa hili sisi lilitutia mashaka kama wana ndugu wana familia ikabidi tuseme sasa tuombe serikali tusaidie kwamba uh, hebu tuone mkono wa serikali unafanya nini kukamata hawa watuhumiwa. Lakini hadi leo, hadi leo asubuhi ya leo saa tatu tunaambiwa watuhumiwa wale wamekamatwa, wako watano, na mkuu wa wilaya amefika eneo hili la msiba akiwa na uongozi karibu wa wilaya nzima. Kaona sasa serikali hii tu tunaona kama haitutendei haki, haimtendei mwanangu haki. Maana, maana kuwaachia wale kwa uzamana na watu wameua, tukaona bora tu, tuzuie kwanza, ili serikali ije ituambie haki ya huyu mtoto mpaka amekuwa marehemu iko wapi? Awali madai ya familia hiyo yalikuwa ni kuchukizwa na kitendo cha baadhi ya ufugaji kujichukulia sheria mikononi, kupiga ukulima wakiwa mashambani na kulisha mazao, jambo ambalo limeendelea kuwaletea madhara. Kwa sababu swala la matibabu tumejitahidi, kutokana na hali zetu tumejipigapiga huku na huku, kiasi kilichopatikana, lakini tumeshindwa kupata huduma kutokana na hali yetu ya kimaskini. Kwa hiyo mimi kama Sakina nilikuwa namuomba Mama Samia atuangalie sisi wenye hali duni, atutetee ili tusiweze kufa, kwa sababu huyu kijana wetu tumempoteza kutokana na umasikini wetu, hali ya wakulima na wafugaji. Kweli mimi naona tunanyanyasika sana sana, tena zaidi wakulima na wafugaji, tuna changamoto kubwa sana. Akizungumza na waombolezaji hao, mkuu wa wilaya ya Kiteto Remedius Emmanuel Mwema hapa anasema, heshimu kwa kazi yako na niheshimu kwa kazi yangu, tunaheshimiana. Nasema uongo kweli? Sasa iko hivi, nikisikia nikisikia mtu ameguswa kwa sura hii ambayo kijana amesema hapa, alafu viongozi wote wa chini yangu amjachukua hatua, mimi na nadiri na nyinyi. Sawa kabisa sawa kabisa, maana yake eshindwa kazi, meshindwa kazi. Nilienda kula hiki tikiti, nikakuta kuna mgogoro mkubwa, watu wanapigwa. Sikuangaika mambo mengi, nipoteze muda wa nini? Chukua mwenyekiti wa kitongoji na kijiji pia. Ndani ripotia EATV, kutoka hapa mbele, wilaya ya Kiteto, mkoa wa Manyara. Mimi ni Mohamed Chumvi, askari wa mwamvuli wa EATV.